huu sio muda kuli nyuma, ni muda wa kudai haki. Tarehe tisa disemba kila mtu anatoka ndani na bango lake, tunadai haki kwa amani. Atajua yeye kama anaua nchi nzima, anafanya nini ata, lakini hakai, hakai ndo hilo, tarehe tisa disemba. Yeah. Nasema hivi tarehe tisa disemba sisi wote tunatoka kwenda kwenye maandamano. Ndugu yangu alipigwa risasi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na hakwenda kwenye maandamano wala hakwenda kupiga kura, alikwenda kibaruani wakarudi na anzie kukaa pale Goba Senta, wanakula chakula yali ikasimama, wakashambuliwa kapata, kapata risasi ya paja kapata risasi ya mkono na, na kwa, ma, kwa mapenzi ya Mungu, sasa hivi anaendelea vizuri na anatuchafishia mabango tarehe tisa barabarani. Ngoja niwaambie nyinyi vilaza mnaotumiwa na CCM, nyinyi wasanii, nyinyi ni vilaza kuliko vilaza vyovyote duniani kutokea. Wewe unakubali kuwa chawa ina maana mpaka kizazi chako kiwe chao, kizazi chako kija kukata viuno, unakuta mtoto wa kike unadhalilishwa, una, una guest house kwa kutafuta kodi kwa kutafuta kodi, mavideo yenu yanagalagala, yana, yana kwenye mitandao eh? Unafanyiwa vitendo vichafu, mtoto wako kesho atakuja kuona ile video eh? Hata hata hata hataweza hata kusoma shule wewe, mtoto na mbuni huyu, mama yako alikuwa anafanya nini hapa? Leo hii baada ya watu wamejitokeza, watu wamejitoa mwanga eh? Mnakwenda mnawaambia watu wanaleta vurugu. Wewe unataka kujifananisha na Mange Kimangu, unasema Mange analeta vurugu. Huyu dada akajitoa muwanga maisha yake yote, huyu dada akajitoa muwanga maisha yake yote. Huyu dada sio chawa kama Mujaku, Baba Levo, Stivu Nyerere. Huyu dada hana shida, baba yake kafa kamwachia ya hela, ye mwenyewe Marekani ana hela. Abduli alikwenda kumfesi fes to fesi, amuhonge kakataa, kwa kulitetea hili taifa. Wewe leo unapewa laki mbili unakuja kwenye mitandao unajaza watu ujinga. Tanzania nchi imekuwa kituko, nchi hii hata miaka hamsini haina maendeleo. Safiri kama ujawahi kusafiri, ndio maana unaona maisha yako kawaida, lakini wanaosafiri wanajua sisi Tanzania tunafeli wapi. Hata usafiri miaka hamsini ushuke pale yapoti, utoke nje, utacheka kama vile umeondoka jana. Hakuna kinachobadilika, hadi ile meza ya kuuza machungwa barabara utaikuta the same, mpaka utajiuliza, hivi watu naishi vipi? Tunaishi, tunaishi wapi? Nchi Mungu ambayo katubariki, tuna madini tuna, tuna, tuna mbuga za wanyama, yani wanaiba mpaka imefikia stage, wanabeba mpaka wanyama wanakwenda kuwaonga warabuni, warabuni warabuni watuongi sisi mafuta. Uliona kuna meli imekuja leo kutoka Omani au Katari ama Dubai imetuletea mafuta? Tunabeba wanyama wetu, tumeonga zahabu zetu, tumeonga madini yetu. Leo watu wamejitoa kafara, wamejitoa muwango kutotea hii nchi. Mnakuja ku, mnakuja kutukana watu. Mnakuja kusema watu wanaita vurugu. Ngoja nikwambie. Hakuna tena time itakayokuwa kama hii. Vinginevyo mtakana CCM hata Yesu watarudi. Yesu ataondoka, CCM itakuepo. Kama hautotoka tarehe tisa. Jiulize Mwigulu Nchemba alibadilisha mtoto wake. Huyo mtoto atakuja kuwatawala kesho. Wewe mtoto wako atakuwa chawa kama wewe babako alivyokuwa chawa. Tumekuwa na bunge la, la kijinga hata mistabini hajawahi kucheza sinema yake. Unakwenda bunge unajaza mijitu haijasoma hata itokee debate ya East Africa debate, yani uende mkazungumze maendeleo ya Afrika ya East, East Africa, mtawapeleka bungeni babalevo na babutala, mtawapeleka kwenye hiyo debate, nchi gani? nasha baraka watu Nasha eh, eh, hao darasa na la saba wajamaliza na msukuma Yaani, yaani nafika tena, mpaka unajiuliza hivi, hawa binadamu wanao support hii, mnadanganywa na mafulana ya kijani. Kila kipindi cha uchaguzi mnachukuliwa, mnabeba kolea, mkiudi, mnakuja kukata viuno huku magesti au si mnadanga wana mimi na kupigia video kwa, unajitia kidole sehemu za siri upate pesa, kwa sababu maisha magumu. Leo hii katokea mtu anakufundisha jinsi nchi zilizoendelea wanavyopata faida yake, unachukua kile kipande, eti maimasa unaenda kukiweka katika katika ujinga wako wa ukata, unaona kichekesho. Ukitaka kujua jinsi gani huko kilaza, let me tell you something my dear, nchi zilizoendelea ushamwona barabarani kiwete anaomba nakopo? Kwani hakuna viwete? Serikali inawalipa mshahara bila kazi. Mgonjwa huwezi kwenda kazini, serikali na kulipa mshahara, unalala ndani, mwisho wa mwezi hela anaingia. Mlemavu kila wiki anakuja mfanyakazi anakusafishia nyumba, wanalipwa mshahara bila kazi lakini ulivyokuwa kilaza, mtu anajaribu kukuelimisha, unaichukulia kile kama kichekesho. Jinsi gani serikali inawatumia lisha, waona mko mko, IQ yenu ikoje? Na ndio maana wanakutumieni nyinyi, wakiona mtu anakuja kuwaamsha, yule mtu anakuwa adui, wanamuua yule mtu, wanamteka yule mtu. Ndugu zanguni, usikubali kuwa chawa, mtoto wako atakuja kuwa chawa hivyo hivo, hivo wenzenu naona na anampandisha mtoto wake sasa hivi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mikutano. Yule mtoto baada ya miaka mitatu utasikia ni mkuu wa wilaya yule mtoto, atakuja kukuongoza umekaa na wewe na mtoto wako atakuwa chawa kama wewe. Uchikubali upumbavu. Tarehe tisa sio siku ya Mange Kimambi. Tarehe tisa sio siku ya Maria, Maria Sarungi. Tarehe tisa ni siku ya ukombozi. moja nikwambieni. Hata enzi ya, ya Nyerere wakati anadai ana, ana, ana, uhuru. Unasikia kina Kambona walikimbia nchi. Hakuna mwanaharakati hata siku moja alisimama pale akadai uhuru. Watakuua. Kina pole pole si wao walikuja pale kutukuaongoza wa njia. Wako wapi? Yaani hawa watu wataki kabisa mtu kijifanya unajua, ukiongea ukweli, wakikutongoza ukikataa waki umekufa. Sasa, maisha ndani kwetu kwenyewe kwenye nchi kwenye kwenye yetu unaishi hata swala mbugani anaafadhali. Alafu nasema shako ni vurugu mpaka ukadange ndio ule unauma huko ndani. Hata serikali aina abadi haiwezi kukusaidia. Nchi zilizoendelea ndugu yangu, mgonjwa anapewa pesa tarehe tisa. Tuko barabarani, yani tarehe tisa, wekeni majeshi kama mnayo kwanza au kina mkunda hizo uniformu. Sisi tumeshazizoea. Bora mwape tangapepeta wakachezee show. Amna jeshi Tanzania wote walishakula, walishakula hela. Hakuna polisi Tanzania wote walishakula. Yaani, unakwenda kuomba kazi polisi, unaambiwa peleke kadi ya CCM. Wewe jiangalie mfumo, tangu unazaliwa, eti nyumba kumi, ukigombana unaambiwa nenda kwa mjumbe. Mjumbe nini wa CCM? Nililikuta limjumba, nataka nibandike karatasi kwenye nyumba yangu ya kijani, nikamwambia jaribu uone kama CCM ilikuja kujenga hapa. Jaribu! Eti mjumbe wa nyumba kumi unakwenda kwenye serikali ya mitaa unataka barua kwa shughuli zako, unakwambia umepitia kwa mjumbe wa CCM. Hebu niangalia hayo maisha gani tunayoishi. Mtu una kadi una kitambulisho cha uraia umeshafika sehemu ingiza kwenye system, unaniuliza mimi e, e, e, barua ya mjumbe wa CCM, unataka kuniuliza una, una kadi ya CCM kweli? Karne ya 21! Nyinyi waandishi wa habari sasa nataka niwaambie kitu kimoja, nyinyi kutembea tu na headphone kwenye kichwa mi, vichwa vimekomaa vime kama maparachiti, akili hamna Nashindwa kuchambua nchi yenu. Watu wanapambana kwenye nchi, mnaogopa nikisema lisensi ya kazi, lakini anasimama Nchemba anaongea upumbavu, unamwandika leo, waziri Nchemba kafanya hivi na hivi. Kweli, kama unashindwa kuongea ukweli, umeamua uchambue siasa za Tanzania kwenye chaneli yako, basi wacha kuandika bai za, za Nchemba anauza mapaachii, wacha kwa sababu ungekuwa unasema una, una hawa tarehe tisa Disemba watakuja kukomboa uhuru wetu. Sisi waandishi wa habari, kuna siku na sisi tutakuja kutengeneza makala, dunia ituone kama vile rari, lakini hakuna. Mlikwenda shule kusomea hiyo professional ili siku moja dunia ikutambue. Kama uwezi kutetea haki kwa kuogopa lisensi yako ya kazi utanyanganywa, kwa sababu nchi haina haki, basi nyamaza kimya, Sio waendelee kuandika ujinga kwenye chaneli yako usi, usiandike ujinga kwenye chaneli yako usipoteze watu. Waziri mchaba, waziri mchaba anataka kukopa bilioni, akope wapi? Waziri wa wapi? Kulikoni, tuanze operation ya kuzi destroy zisi medi media online zenu hizo za kijinga kijinga. Bora mfunge midomo, mtuachie hii kazi, kwa sababu nyinyi mnakaa mmeshaamua hizo nanini platforms zenu za kuandika tu kuisifia CCM. Kuna mijitu yaani leo hii amefungua chaneli yake lakini kutwa nzima anamchambua Netanyahu. Anamchambua nani? Putini. Hata siku moja hajai kuandika mambo ya ndani ndio nje ya. Mauaji hajai kuandika lakini mwangalia anavyomchambua Lazisky au Putini. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya uhuna uhuru wa madara uh, wa maandishi. Uhuru huna ulishanyanganywa. Na sasa tunataka tupigane kukurudishia huo uhuru ufanye kazi yako kwa nafasi unatuona. Sisi wazembe unazidi kutuzidisha hasira kwa kuandika habari za wauaji, kuwasifia ujinga, na unajua sio kweli kwenye nafsi yako. Asanteni ndugu zangu, tuko pamoja, tisa Desemba, hakuna kurudi nyuma. Luti jamani, haya maandamano haya, haya siyo ya GenZ. Hatukimbii mchaka mchaka ile Buguruni kule Kiwalani wale, mkisema wale watu wazima kule mwalete Umoja wa Mataifa, huku ni mbali. Wale wabakie wa airport, huku watuachie sisi wa mbezi Kawe, Tegeta, bagamoyo, Bagamoyo huku Kinondoni. Mkisema mumtoe mtu wa buguruni kule kiwalani aje huku kwa mwendo, kwa sababu magari yatakuwa yatembei, lazima kutokuwa kuna road block. Kwa mimi, ni ushauri wangu ni huo, atukie kuja kutoa ruti, afikirie hilo. Watu wa buguruni kiwalani kule Chamanzi. Chamanzi wabaki airport, watu wa kinondoni lala huku, kawe tubaki huku. mkiwa wengi labda, lakini mkiwa wachache katika nchi yetu, na ninaunga mkono maandamano. Sasa Samia ameona kutokana na mambo ambayo yamefanyika, kashaona kabisa kwamba hawezi kuua wananchi watakaotoka barabarani kwa sababu kuna cameras wananchi watakuwa na kamera na kuna satellite ambazo zinamulika dunia nzima, inamulika Tanzania na itakuwa inamulika waandamanaji ambao wako barabarani. Kwa hiyo sasa, Samia alichokifanya na watu wake walichokipanga kwamba watasema kwamba uh, sisi waandamanaji tulijigawa makundi mawili, ambao tuko barabarani tunatangaza amani, na kuna wengine watakuwa wanaingia mitaani na majumbani mwa watu ionekane kwamba sisi tunarudisha visasi, waandamanaji tunarudisha visasi kwa wale ambao wapo ndani, kwamba wa metoka, kwa nini wenzenu wametoka na nyie hamjatoka? Kwa atakachokifanya ni watakuwa wanaua wale watu wa ndani, na watakuwa kabisa wamevaa na wamevaa ume, t-shirt za maandamano kuonekana kwamba ni sisi waandamanaji, kwao watakuwa wanaua wale watu, alafu baadaye waseme kwamba ni waandamanaji walijigawa mara mbili, walikasirika kwa sababu gani wenzao hawajatoka mwisho wa siku tutaonekana kwamba sisi waandamanaji ndio tuliosababisha hicho kitu. Kwa hiyo nimeamua nilete hii taarifa, kwa sababu sitaki, jamani, hatutaki, tumeshazika wananchi. Kuna watu ambao watakuwa wapo ndani wanaumwa, kuna watu watakuwa wapo ndani labda ni, ni, ni waoga tu, kuna watu watakuwa wapo ndani labda ni ni, ni wana mimba hawajaweza hawa kutoka. Hatutaki hiyo kadhia iwapate, hatutaki hiyo kadhia iwapate. Samia ni, ni muuaji Jamani, Samia ni muuaji. Tunaomba wananchi wenzetu, tokeni barabarani, tokeni barabarani mje huku, ili mweze kukwepa hiki kitu. Hatuko tayari kuzika tena, hatuko tayari kuingia kwenye hii ishu ambayo ilitokea tarehe ishirini na tisa. Alichokifanya Samia hebu imagine, huyu mama ana roho gani jamani! Hii video ni kwa ajili ya Gen Z. Haya maandamano ya 9 mliitisha wenyewe mimi nikafanya kuyaunga mkono tu, tofauti na yale ya kwanza. Yale ya kwanza I had a very hu huge part to play. I think mimi ndo nilileta ile idea ya maandamano na niliipush, niliipush sana, niliipush daily 24/7 niliapush yale, lakini haya ya pili mmekuja nayo nyinyi wenyewe na mnayapush sana nyinyi wenyewe. Mimi na support maandamano, tuyapush mbele wiki mbili, wiki tatu yafanyike siku ya Krismas. Why? Kwa sababu siku ya Krismas lazima kila mtu atoke. Serikali haiwezi kukansel Krismas, haiwezi kukansel Krismas, haiwezi kukansel mwaka mpya. Lazima watu watoke waende makanisani, lazima watu waende kwenye sherehe, lazima watu